Akiwasilisha hoja za mchakato wa jinsi ya kuligawa jimbo la Mbeya Mjini, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya Bwana Nicodemus Tindwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya, huwa amesema Mbeya mjini lina tarafa mbili, kata 36 na jumla ya mitaa 181 Ukubwa wa eneo letu ni kilomita za mraba 258.8 na makisio ya idadi ya watu ni laki 141,603 Hii ni kwa mujibu wa sensa ya idadi ya watu ya mwaka 2022. Timu ya management ya halmashauri iliendelea na utaratibu wa zoezi hili na uchambuzi wa kina wa vigezo, na mwisho timu ya management, mheshimiwa mwenyekiti, iliona kwamba jimbo la Mbeya mjini linaweza kugawanywa kuwa majimbo mawili. Jimbo la kwanza liliitwa jimbo la Mbeya mjini, na jimbo la pili liliitwa jimbo la Uyole. Mgawanyiko huu wa jimbo inaenda kuongeza chachu ya maendeleo katika almashauri hizi zote mbili upande huu wa Mbea mjini na upande wa jimbo la Uyole, kasaabu watu wawili tayari hata kuomba maendeleo, kila mmoja ataomba maendeleo ko atakuja kwa Wakizungumzia suala la ugawaji wa jimbo, baadhi ya madiwani jiji la Mbea wamekuwa na maoni haya. Jimbo likigawanywa halina kumbinyo tena, tulikuwa na mbunge mmoja, sasa tunaongezwa mbunge mwingine, na hili swala ni zuri na ni jema sana. Binafsi mimi kwanza, naomba nishukuru serikali kwa maana ya kutoa fursa hii ya ugawanyaji wa jimbo, maanake ukizingatia ugawanyaji wa jimbo ni swala ambalo wana Mbeya tulitamani kwa muda mrefu sana litokee, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi ya kwenda kutokea, na tunaomba Mungu kwa kuwa mchakato tumeanza liende lifike hadi mwisho liweze kufika. Mimi binafsi ninaamini kwa maana kama alivyoongea awali, kwa maana ya kupata jimbo ni njia ya kwanza, lakini mara ya pili tutaenda kuomba halmashauri, mwisho wa siku tutaomba wilaya. Kwa maana hiyo, fursa nyingi tutazipata katika wilaya yetu ya Mbeya, na maana tutakwenda kuwa na wilaya mbili, majimbo mawili, halmashauri mbili. Kwa hiyo naamini fursa nyingi za kiuchumi, kimaendeleo katika mji wetu wa Mbeya unakwenda kupatikana.